Sawa kwa performance ya Maxi pia Nzengeli nazungumziaje leo hii, goli mbili, uh, kambani ya Nzengeli alijiandaa vizuri, alijiandaa vizuri kwenye mchezo wa tarehe nane mpaka leo. Kwa hiyo mimi nasema mchezaji Maxi Nzengeli ni mchezaji bora, na sisi tunazidi kumheshimu kama mashabiki, lakini pia kwa mash... hey,

Ah, hey, hey. Narudia tena Ikanga Lombo ndo wifi ya nchi. Sawa, kwenye mchezo wa leo, uh, Ikanga Lombo performance yake, sababu ni moja ya nyota ambao ameingia kwenye dirisha dogo. Umeizungumzia hapo. Je, yeah, apewe muda au tayari vitu vimeanza? Ikanga Lombo, mambo yamekubali, alianza kule Mwanza zidi dzidi ya Papa, amekuja uh,